Nchi yetu inasonga mbele kwa kiwango kikubwa sana. Na hili tuna kila sababu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini tumshukuru rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa weledi wake wa uongozi. Hakika amefanya mambo makubwa katika upande wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Na ndio maana hapa Mheshimiwa Naibu Spika nilisikitika sana. Hata rafiki yangu Mpina kana kwamba haoni chochote. Nilishangaa sana wakati akiwa alikuwa waziri wa, wa, wa mifugo na uvuvi. Binadamu lazima tufike wakati tuweze kuappreciate. Ikifika muda kwamba wewe kila siku huna jema, utaonekana una matatizo binafsi. Kama serikali hii chochote kinachofanya, unaonekana huna jema, hata ku appreciate chochote, inawezekana utakuwa na matatizo binafsi. Na huyu mtani wangu niseme una staili nyingi nyingi, lakini kwa kweli mimi kwa binafsi, ni kijana mwenzako, una kila sababu serikali inapofanya ku appreciate hata kwa minimum. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu leo hii imeonyesha mfano katika umpano kwa mfano, miaka mingi kihistoria, nchi yetu ilikuwa inaagiza mabati kiwango kikubwa. Kiwanda cha Alafu peke yake ndio kiwanda cha historia kinatengeneza mabati hapa nchini. Mheshimiwa Spika, demand ya mabati ya rangi nchini mwetu ni tani laki moja na thelathini. Leo hii kupitia kiwanda cha Alafu ambao wamefanya expansion ya kiwanda, kupitia kiwanda cha Rozia, kupitia MMI kupitia King Lion leo hii uzalishaji wa mabati yetu umefikia tani laki mbili na sitini. Maana yake ni nini? Kwambake nchi inasonga mbele kama tulikuwa mahitaji yetu ya mabati hatufikii leo hii tuna surplus. demand yetu ni tani laki moja na thelathini, leo hii tumefika tani laki mbili na sitini, alafu mtu anasema hakuna lolote linalotokea. Hakika ni ajabu kwa kweli, katika hili tuseme kwamba serikali inaenda vizuri lakini upande wa pili, mahitaji ya simenti leo hii, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Spika, kazi kubwa imefanyika. Mahitaji ya simenti ni tani milioni saba. Leo hii uzalishaji wetu umeenda tani milioni nane, milioni tisa, mpaka inaenda tani milioni kumi. Tuna surplus ya tani milioni mbili katika nchi yetu. Hii haijawahi kutokea nchi kuhakikisha tunafanya uwekezaji huo mkubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, leo hii tumeshuhudia uwekezaji mkubwa wa viwanda vya magari. Leo hii ukienda pale Jeff Truck lakini juzi nilikuwa katika kiwanja cha sa, sa, sa, sa, Satani. Mahitaji ya malori nchini mwetu nchini wetu, ni, ni wastani wa malori alfu kumi na moja kiwanda cha Satani peke yake. Mheshimiwa Mpina, naona unaandika unasikia majibu yako, kati akuambia usimame kati. Mahitaji lori ni, ni malori alfu kumi na moja. Leo hii Satani peke yake wana kapasiti ya kuzalisha tani malori alfu tisa. Ni kazi kubwa inaendelea, Mheshimiwa naibu spika Leo hii tuna viwanda tulikuwa tunaagiza vyoo nchini mwetu. Kiwanda cha Safaya peke yake leo hii kimeweza kuhakikisha mahitaji ya ndani yote yanapatikana na, na kuweza kusupply nje ya nchi. Hii ndio Tanzania ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo inafanya kwa vitendo. Mheshimiwa Naibu Spika, tunafahamu leo hii nenda sekta ya sukari, sisi nchi yetu tumekuwa importer wakubwa wa, wa sukari, lakini leo hii angalia kazi kubwa iliyofanyika leo hii kiwanda cha Kagera kapasiti yake ni tani laki moja Kiwanda cha Kilombero ilikuwa tani laki moja laki na thelathini expansion ya Kilombero tunaweza kuzalisha tani laki mbili na sabini, lakini kiwanda cha Kagera cha, cha Mtibwa ni tani alfu themanini kiwanda cha, cha, kilima, cha Kilimanjaro ni tani laki moja lakini kiwanda cha, cha Mkurazi ambao ni kipya cha serikali ni tani alfu hamsini Bagamoyo shuga imetengenezwa kipindi hichi ni tani alfu hamsini ukijumlisha kwa pamoja unapata tani laki sita na alfu themanini na moja Mahitaji ya sukari nchini mwetu ni tani laki nane na mbili ambayo industrial sugar ni tani laki mbili na nusu, ambayo brown sugar matumizi ya nyumbani ni tani laki tano na hamsini na mbili. Ukijumulisha bafa utapata karibuni tani laki sita plus. Leo hii capacity hiyo ukiangalia, kama kutakuwa na full capacity ya production, maana ake tutakuwa na tani laki sita na themanini na moja, hii ni brown sugar. Nini maana yake, nchi yetu ndani ya kipindi kifupi tunachokuja hatutokuwa na haja tena ya kuimporti sukari katika nchi yetu. Na haya maana yake ni nini? Kuonyesha serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kazi kubwa sana. Lakini leo hii kuna uwekezaji mkubwa, ukienda Rufiji pale kuna kiwanda wenzetu wa Leki group, wanatengeneza kiwanda ambacho kapasiti yake kitazalisha tani laki mbili kwa mwaka. Tutapofika huko mbele, maanake tutakuwa hatuna haja kabisa ya kuagiza sukari ndani ya nchini mwetu. Upande wa tiles leo hii uzalishaji wa tiles umekuwa mkubwa, imekamata mahitaji ya ndani na kuweza ku export, maanake ni kwamba nchi yetu inaenda ina ina kufanya kazi kubwa. Tanzania ilikuwa importers wakubwa wa, kubwa, wa well put tulikuwa uiwa tuna, tuna, tuna, tunaagiza wall putty kutoka nchi mbalimbali ikiwa nchi ya Misri. Leo hii ndugu zangu wa Tanzania na wabunge, naomba niwaambie leo nchi ya Tanzania e wall putty malaki yote inazalishwa Tanzania, tena yenye ubora wa hali ya juu. Hii yote ni kazi kubwa ambayo imeendelea kufanyika katika kipindi hicho. Ndugu zangu naomba niwaambie, ukiangalia dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya sita, mradi wa Mchuchuma na Liganga, mnafahamu ni mradi wa kihistoria, ulijadiliwa katika bunge hili kwa miaka mingi sana. Haijawahi kutokea kwa mara ya kwanza. Leo serikali ya awamu ya sita imeweza kutoa shilingi bilioni 15.4 kuweza kulipa fidia kwa wananchi wote, piga makofi tafadhali, haijawahi kutokea. Lakini angalia mradi ule, tunafahamu muda mrefu ulikuwa na, na kizungumkuti. Leo hii serikali imekubali mpaka share, mwanzo za serikali ziko asilimia ishirini, negotiation inapanda mpaka si karibuni asilimia 36. Mradi ule ulikuwa ni mradi wa kudumu wa miaka yote, kazi nzuri inaendeshwa na Daktari Samia Suluhu Hassan tumemkabidhi kijana mwenzetu Daktari Serela, ameongoza negotiation kwa uzalendo wa hali ya juu. Leo hii sasa leseni imeenda miaka ishirini na tano haijawahi kutokea katika taifa letu. Hili ni kazi kubwa, ndugu zangu. Mnakumbuka mradi wa, wa magadi soda? Sisi ni importers wakubwa wa, wa magadi soda nchini. Kwa mara ya kwanza utoaji wa fidia ambao nimezungumza pale awali, watu waingaruka watu wa munduri leo hii sasa marake, tunaenda kutekeleza mradi wa magadi soda kwa mara ya kwanza. Afrika uzalishaji mkubwa utakuwa unatoka Tanzania. Hii yote ni kazi kubwa ambayo naomba niwaambie, kazi hii inataka commitment kubwa ya Daktari Samia Suluhu ambaye ni rais anayeongoza na sisi wabunge. Naomba niwashukuru waheshimiwa wabunge wa wa wengi, mmekuwa supportive sana. Naomba nishukuru kamati ya Bunge, hakika muda wote imekuwa ni mwalimu wa wizara yetu. Tuwashukuru sana na hakika hatutowaangusha katika maeneo mbalimbali lakini upande mwingine upande wa swala zima la TBS kuhakikisha inakuwa na ofisi katika maeneo mbalimbali, upande wa maabara tunafanya uwekezaji mkubwa. Hivi sasa tunajenga maabara Mwanza, tunajenga maabara hapa kubwa Dodoma, ambayo ukienda pale leo, kama unaenda Nane Nane, kuna maabara kubwa ambayo mwezi wa sita tutaweza kuweka jiwe la msingi. Matarajio yetu ni kwamba maabara ile ambayo itakuwa ni kubwa zaidi kuifungua ndani ya mwaka huu, mwaka 2025. Lakini ukienda kule Arusha hali kadhalika ujenzi wa maabara una, unafanyika. Kwa hiyo swala zima la upatikanaji wa maabara ni kwamba nchi yetu sasa kupitia TBS tunafanya uwekezaji mkubwa katika upande wa, lengo letu kubwa ni kuhakikisha kuhakikisha kwamba tunapata fursa za watu kuhakikisha, tunafanya a testing katika maeneo mbalimbali bila kutoa gharama yote ya watu kusafiri. Nimesikia hoja mbalimbali na hasa hoja za msingi, swala so swala zima la viwanda, Mama Rulida, Mama Ishengoma, mama na wengine wote viwanda vilivyobinafsishwa lakini havifanyi kazi. Ni kweli tuna viwanda vya korosho ambao ukienda kule Lindi, ukienda Tunduru, ukienda ndo hivi imekuwa ni changamoto kubwa. Ndio maana nakumbuka katika ziara Daktari Samia Suluhu Hassan tulipokuwa mkoani Tanga, alitoa maelezo mahsusi ya kwa kesha jinsi gani baadhi ya viwanda viweze kufufuliwa. Nishukuru sana kupitia msajili wa hazina kazi hii inafanyika, imani yetu kubwa, yale ambayo yatawezekana, ambayo hayatoeta yata mgogoro wa kisheria, tuweze kuhakikisha viwanda vile wapewe watu wengine, wa kuona kwamba viwanda vile vitaendelezwa, kwa lengo kubwa, ni kwamba nchi yetu ipate fursa kubwa sana. Na tunafanya hivi kwa nini? Ni kwa sababu vijana wa Kitanzania takwimu zinatuonyesha mwaka elfu mbili na ishirini na moja graduates walikuwa elfu hamsini na nne pointi nane leo hii wamepanda, wamefika karibu ni elfu sitini na saba absorption capacity sio ya serikali ya Tanzania peke yake, isipokuwa dunia nzima, hamna serikali hasa kwa nchi zinazoendelea itaweza kuajiri watu wote. Private sector viwanda na biashara ndio sehemu lango la kuajiri, ndio maana katika eneo hili naomba niwahakikishie kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan hivi sasa itakuja na mpango mahususi wa ujenzi wa viwanda wa miaka sita, utaanza mwaka huu mwishoni mpaka mwaka elfu mbili na thelathini na moja Malengo yetu ni kwamba kujenga viwanda karibu ni elfu tisa na arobaini na nane vitavyoajiri watu milioni 6.5, ajira za moja kwa moja ni watu milioni 1.40, wale waliobakia milioni 5 plus watakuwa hizi ni indirect employment. Lengo letu ni kwamba eneo hili tutafungua swala zima la ajira kwa vijana wetu wa Kitanzania.